Kwa majina naitwa Justin Francis Mwangozi ni mwana kikundi cha imani ambacho kiko kijiji cha Chikola kinachoweka akiba na kukopa. Kabla sijajiunga na kikundi, kwa kweli maisha yalikuwa hayako vizuri. Nilikuwa nafanya shughuli ya kilimo na kilimo ndicho nilikokuwa nakitegemea katika uchumi, na maana niki, nikipata shida lazima niuze mazao ndio nijikwamue. Kwa upande wa wanafunzi nilikuwa napata changamoto kwa ajili ya kusovu matatizo labda ya daftari unifomu viatu na mpaka niuze mazao ndipo ni asovu hayo matatizo. Kingine fursa za kupata mikopo nikuwa sipati, kuweka akiba nikuwa siwezi hata, hali yangu ya kiuchumi ikawa haiko vizuri. Mimi nilijiunga na kikundi cha Imani tangu mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tano. Baada ya hapo, tulielimishwa jinsi ya kuweka akiba na kukopa na mwezeshaji. Baada ya ku, ya kuelimishwa kweli tuli tuliweza kuweka na kukopa, ila mimi nilichukua miezi sita ndipo nikakopa. Na baada ya kukopa nikaanzisha biashara ya asali. Biashara yangu ya asali nilikuwa nanunulia chikola, naenda kuuza ulaani Manyara. Mkopo niliochukua ni laki saba. Baada ya kuchukua huo mkopo nikawa narejesha kidogo kidogo, lakini baada ya kuuza nani asali ndio narejesha kidogo kidogo. Nilirejesha kwa awamu nikawa kwa tatu nimeumaliza mkopo. Kwa sasa msimu wa asali umekata, lakini najua mwezi watano tena asali zitaanza kutoka. Natarajia tena mwezi watano niendelee na biashara hiyo hiyo ya asali. Baada ya kumaliza mkopo faida niliyokuwa naipata niliweza kununua mbuzi watatu, lakini pia nimepata hela ya kujikimu, pia hata michango midogo midogo, sasa hivi haina shida. Hawa mbuzi mimi nimewanunua ili niweze ku, ku, kuwazalisha, lakini waweze kunisaidia kwenye shida ndogo ndogo, kama vile mahitaji ya shule, mahitaji ya nyumbani, pia na kunisaidia katika kipato tu. Matarajio yangu katika kikundi, niendelee kuweka akiba na kukopa ili niweze kufanikiwa katika uchumi.